chetu kitazalisha tani milioni moja kwa mwaka, lakini tumeona mahitaji ya nchi yetu ni kwenye tani laki saba mpaka laki nane Kwa hiyo tutazalisha na zaidi, kwa sababu nia ni kuuza hapa na kuuza nchi jirani vilevile. Kwa hiyo ile shida ya mbolea Tanzania nafikiri tutakuwa tumeimaliza kwa, kwa kiasi kikubwa. Kitu ambacho kinahitajika sana kwenye mbolea hizi tunazotumia kwenye mashamba, Eh, ni urea. Sasa urea yote ilikuwa inatoka nje. Sasa tukitengeneza wenyewe hapa na hakika kwamba eh, raw materials ile nyingine yote ipo hapa nchini, waruhusu saa waanze kufanya zile detailed studies za ndani ambao sasa zitakuja na uh, ujazo kamili wa gesi wanaohitaji, na vivyo itakuja na swala la bei ya gesi itakayokuwepo, na mpaka kuweza kujua ingredients za gesi zetu zikoje kwa ajili ya mbolea inayokuja kutolewa sasa, kwa ki volume ambao wanahitaji kwa sasa hivi. Katika preliminary uh, bado tunaongelea kiasi cha 8 mscf, 5 mscf, lakini ni baadaye sasa, baada ya kuja na full feasibility ambayo itakuja kuamua uh, jinsi ya uwekezaji ulivyo na mahitaji kwa kipindi hicho.